Lakini pia katika miradi inayoendelea ni ujenzi wa eh, nyumba za uheshimiwa majaji Dodoma, nayo imeshazinduliwa tarehe ile ile, nayo imeshaisha kwa zaidi ya asilimia tisini na tisa mbele kazi ya kupanda tu pengine bustani kule nje na vitu vidogo vidogo. Ni jengo nalo ambalo kwa kweli ni la kifahari na limegharibu zaidi ya bilioni arobaini na mbili na imefanya kazi kubwa kututolea changamoto ile ya masuala ya makazi ya uheshimiwa majaji na ni nyumba arobaini na nane nyumba za kisasa kabisa. Pia kuna ujenzi wa Mheshimiwa Jaji Mkuu e, nalo e, nao mradi huo unaendelea e, gharama yake ni takriban bilioni mbili na milioni kumi na nane na hatua yake ni nzuri, lakini pia kuna ujenzi wa vituo jumuishi tisa ambapo baadaye nitawatajia, lakini e, kazi inaendelea moja wapo ikiwa ni hiki cha Geita, ambapo mradi huu sasa kwa maana ya mradi mzima umeisha kwa takriban asilimia themanini na nne nukta mbili lakini kwa maana ya jengo kuu peke yake tayari y ya asilimia zake ni themanini na nane nukta moja mbili lakini pia tuna ujenzi wa mahakama za mwanzo kumi na nane katika ule mradi wa kukamilisha ujenzi wa vituo vya mahakama za wilaya, lakini pia kuna ujenzi wa mahakama za mwanzo kumi na moja katika mwaka huu wa fedha unaoisha ishirini na nne ishirini na tano e, miradi hiyo pia ipo lakini mahakama tunaita subordinate courts za wilaya mbalimbali mbali na kadhalika e, zipo hamsini na tisa. Shughuli zinaendelea. Maana yake ni kwamba kazi inakwenda e, katika kasi nzuri na ubora unaotakiwa. Ndugu waandishi wa habari, nilitamani pia mkafahamu kwamba kuna ukarabati unaendelea katika miradi mbalimbali mbali. katika mwaka huu wa fedha ukarabati unaendelea katika mahakama kuu ya Musoma upo katika hali nzuri sana lakini pia ukarabati wa jengo la mahakama kuu Dodoma nao unaendelea, lakini pia jengo la mahakama kuu Iringa, lakini pia nyumba ya jaji eh, pale Dodoma, lakini pia nyumba ya jaji pale Iringa nayo na kazi inaendelea. Lakini katika masuala ya usanifu na vitu kama hivyo, kuna nyumba za majaji mikoa ya Geita, Tabora na kanda ya Sumbawanga, pia usanifu wa, wa, wa, wa, wa, wa nyumba za majaji unaendelea lakini pia majengo mbalimbali katika mahakama zetu, ni vyema tu nikataja Handeni, Kiteto, Igunga, Mlele, lakini vile vile na wilaya ya Rufiji. Miradi hiyo ipo katika hatua ya usanifu inaitwa design stage, lakini pia jengo la mahakama ya Mwanzo Mkomazi, jengo la mahakama ya wilaya ya Lushoto, ukarabati wa nyumba ya waheshimiwa majaji mkoa wa Mbeya, lakini pia ukarabati wa jengo la mahakama kuu Mbeya karabati wa jengo la mahakama kuu e, Mwanza, lakini pia ukarabati wa jengo la divisheni ya kazi pale Dar es Salaam. Ufahamu kwamba tuna divisheni mbalimbali katika mahakama yetu. Kwa hiyo tuna divisheni ya kazi, biashara, uhujumu uchumi, e, divisheni ya ardhi ile divisheni e, ya kazi, e, kwa kweli inafanyiwa ukarabati. Ni vyema ndugu zangu pia mkafahamu kwamba e, miaka ya nyuma ukiona jengo lililochokachoka basi utajua ni utasema nadhani ni jengo la mahakama, lakini kwa sasa, ndugu wa Tanzania, niwafahamishe kwamba hali imebadilika sana. Kwa sasa tunazungumzia ya, mazingira yaliyoboreshwa kabisa.